Inakwenda huko juu kuna zahanati kuna kanisa la TG kuna kanisa la Romani, kuna huu mtaa ni, ni, ni njia ni kubwa. Haya, uh, sisi soko letu la gulio la kawaida kila mwisho wa mwezi linakuwa hapa. Kwa mazingira haya sisi tunaweza kumudu hivi walivyotuwekea? Hatuwezi kumudu, tunapowapa maelekezo kwamba hapa mwekeni karaveti kama zile, hata sisi wananchi wadogo tunaona hii njia hiyo inatumika, hatujali uh, oh, tunapata shida hata ya usafiri mvua zinaponyesha, magari huwa yananasa mbele huko. Mtu unategemea usafiri asubuhi, lakini magari yakinasa mbele huko kulingana na tope, mpaka saa nane magari yanatoka huko kijijini kwenda mijini. Wakati huo mtu unakuwa na shida ya haraka, tunashindwa kusafiri. Na haya maboresho muyafanye, ili kusudi barabara ni utu, utu wa mtu, si ndivyo? Eh, hey, barabara ni nini? Ni utu na barabara ni furaha na tabasamu. Tunataka sisi ule utu kwa kuweka vivuko, tunataka ule utu kwa kuweka taa hapa Amani Makolo, watu wafanye biashara, maduka ya nguo kama yale na machakula yafanye ya kazi mpaka usiku saa nne, saa tano za usiku, na vyakula viuzwe haraka, msisubiri kama mnapiga kilomita tano mule mnakupiga, mnamaliza baadhi ya vitu vya msingi vyote moja ya vivuko kwa kivuko hakiwezi kumsubiri mtu mpaka kesho, anapita leo, si ndivyo hivyo jamani? Yeah. Hey, kwa hivyo una sababu ya kusema nasubiri mpaka kesho kuto, tunataka mwananchi aanze kutumia leo. Haya, taa za barabarani umesema ziko mia nane. Sasa kama ziko mia nane, anza kuweka leo zilizoko kuanzia kule Kitai, lazima manager zianze hatuwezi kuzisubiri mpaka wakati huo wa, wakati tayari sisi tupo wananchi hapa, tunataka tuzitumie.